Kwa jina langu naitwa Almasi Ramadhani Saidi, mimi ni mjasiriamali lakini pia mwanachama wa chemba wafanyabiashara mkoa wa Manyara yaani TCCIA mkoa wa Manyara. Kati ya bidhaa ambazo mimi nazalisha, ningependa kuwapitisha na kuwaonyesha bidhaa moja wapo ambayo inazalisha ni sabuni za kuogea. Sabuni za kuogea hizi ziko katika mifumo mikubwa mitatu. Tunatengeneza sabuni za kuogea ambazo ni nzuri kabisa, rangi ya pinki Sabuni hizi mtu yeyote anaweza akaogea, awe mtoto au mtu mzima, na akabaki na ngozi yake bila kung'aa au kumletea changamoto yoyote. Kwa hiyo anabaki ana glow na ile rangi yake ya kawaida. Lakini pia tuna sample nyingine ya rangi nyeupe, vilevile tuna sample nyingine ya ambayo ni rangi ya blue. Kwa hizi bidhaa zote tunatengeneza hapa Sido mkoa wa Manyara, lakini pia bidhaa zingine ambazo tunazalisha na sabuni ambazo ni herbal soap kwa ajili ya watu wenye changamoto mbalimbali. Unakuta mbali, mtu ana changamoto ya ngozi ngozi, labda ina vipele ina mashilingi, ngozi ina harara, changamoto ile ya ngozi, anatumia hii sabuni. Na hii sabuni tumetengeneza kwa turmeric, tumetengeneza kwa kutumia pia mafuta ya mawese. Ni sabuni nzuri kwa mtu yeyote yule ambaye anasumbuliwa na changamoto yeyote ya, ya ngozi. Lakini pia tunatengeneza bidhaa zingine za liquid kama vile Tutengeneza shampoo kwa ajili ya watu ambao wanapenda kusafisha nywele zao zikaendelea kuwa laini na zikaendelea kurefuka zaidi. Vile vile tunatengeneza multipurpose soap, sabuni kwa ajili ya manukato ya nyumbani kwa ajili ya kudekia, lakini pia sabuni hizi zinaweza zikatumika hata kwa ajili ya kufulia uh, zaidi na matumizi mengine ambayo yanafanywa na sabuni yoyote, lakini pia tunatengeneza tiles cleaner. Na hii hapa ni maalum kwa ajili ya kung'arisha masinki, kung'arisha uh, tiles ambazo zimejina, ambazo zinaweza kusafishika kwa maji ya kawaida. Kwa hiyo, niwakaribishe sana. Ukitumia bidhaa hizi utasahau kabisa changamoto ya uchafu nyumbani kwako na kwenye mwili wako, pia utakuwa mnadhifu siku zote. Kwa hiyo, karibuni sana kwa wale ambao watapenda bidhaa zetu, watahitaji kutumia huduma zetu kwa namna yoyote ile, sisi tunapatikana SIDO mkoa wa Manyara kwenye majengo ya SIDO na mawasiliano yetu tunapatikana kwenye namba za simu zifuatazo: sifuri saba nane tatu tano sifuri sifuri tisa saba moja sifuri saba nane tatu tano sifuri sifuri tisa saba moja Karibuni sana na asanteni sana.